Zaidi ya kaya milioni nne nchini zinategemea tasnia ya maziwa kwa ajili ya uchumi wa kaya hizo. Hayo amesema na msajili wa bodi ya maziwa nchini Profesa George Msalya wakati akizungumza katika uzinduzi rasmi wa wiki ya maziwa ambayo kitaifa inafanyika mjini Morogoro. Maziwa ni uchumi wa nchi yetu. Niseme kwa kifupi kwamba tasnia ya maziwa inachangia asilimia mbili ya pato la taifa letu. Kwa utaona kwamba uchumi wetu kwa namna moja ama nyingine unaguswa pia na tasnia yetu ya maziwa kwa sababu tunachangia asilimia mbili ya pato la taifa letu. Ukuaji wetu ni asilimia mbili nukta tatu kwa maana ya uongezekaji uongezeka wa uwekezaji, ongezeko la wadau wanaofanya shughuli zao katika tasnia ya maziwa wanaongezeka maradufu, na uongezekaji wetu ni kwa asilimia mbili nukta tatu kwa mwaka. Takriban kaya milioni nne hapa Tanzania, sisi tunatoka vijijini tunatoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kaya milioni nne za Tanzania zinategemea tasnia ya maziwa kwa namna moja ama nyingine kwa uchumi wa kaya hizo. Kwa hiyo utaona, mheshimiwa mgeni rasmi, namna ambavyo maziwa ni tasnia kubwa inayoshika watu wengi inayotegemewa na wadau wengi na kaya nyingi hapa nchini ni muhimu sana tuitambulishe tasnia hii tuendelee kuisema kwa ubora wake, kwa sababu ya mchango wake kwa uchumi wa taifa letu, lakini kwa sababu ya mchango wake kwa uchumi wa kaya zetu na uchumi wa mtu mmoja mmoja la... Kwa upande wake naibu katibu mkuu ofisi ya rais TAMISEMI Sospeter Mtwale amewataka maafisa mifugo kwenda kuwatembelea wafugaji katika maeneo yao kuendeleza kuwawezesha maafisa mifugo kutekeleza majukumu ya kuhudumia wafugaji. Jambo hili litasaidia kuwawezesha kwa kufuga kisasa na kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao yatokanayo na mifugo. Akimwakilisha mgeni rasmi katika maadhimisho hayo mkuu wa mkoa wa Morogoro, mkuu wa wilaya Malinyi, Sebastian Waryuba amesema kuwa mkoa huo una ng'ombe wapatao milioni mbili wanaofugwa katika maeneo mbalimbali kubwa sana sana sana sana kwa kuona taasisi hizi ziko hapa na jamhuri yanafanyika katika mkoa wetu wa Morogoro. Kwa hiyo anaamini kwamba watu waliofika hapa ama watakaokuwa nakuja hapa hawatakuwa wanaondoka kama walivyokuja, watakuwa wanaondoka na kitu kipya kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi katika maeneo yetu. Lazima tuagisha kwamba mifugo tuliyokuwa nayo inakuwa ni mifugo yenye tija katika maeneo yetu. Nao baadhi ya wa wadau wakazungumzia maadhimisho hayo. Ng'ombe ambao kwa kweli uzalishaji wa maziwa ulikuwa ni mdogo sana, lakini kwa kutumia hii hii huduma ambao tunazitoa wa kwa wao kutumia njia ya uhimilishaji kuboresha mbari zao, basi ndama wanaozaliwa wanakuwa bora zaidi na wanazalisha maziwa ya kutosha kwanzia lita kumi na kuendelea, kwa sababu ng'ombe wa maziwa katika nchi hii anatambulika pale ambapo wanazalisha maziwa kwanzia lita kumi na kuendelea. Mwangu wa ng'ombe wa kienyeji mara nyingi wanazalisha maziwa kidogo sana chini ya lita mbili kwa siku. Masuala ya kodi, masuala ya upatikanaji wa bidhaa kutoka nchi za nje, masuala ya kodi za maziwa na kadhalika. Tampa ilikuwa imekuwa kipaumbele katika kusaidia kutatua haya matatizo. Eh, wanafanya wanachii kwenye sekta hii wakiwa kama vikundi. Kwa hiyo na sisi sisi E, tunahusika na uwekezaji kwenye masoko ya mitaji, lakini vikundi hivi, na wakati mwingine kuna fedha ambazo wanaziweka pamoja, kwa wanaanza kupata nafasi ya kuweza kuziwekeza kupitia sisi. Kutoka mjini Morogoro, Hassan Ninga, Siyari ya TV Iman.